Siku moja baada ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuhutumia bunge Juni ishirini na saba, mitifano mitufuano mkubwa umeanza kuonekana baada ya watu wengi kuonyesha nia ya kutaka ridhaa ya kugombea kwenye kata pamoja na majimbo. Wimbi hili limezoa taharuki kidogo baada ya watu maarufu kama waigizaji, wanamziki, pamoja na viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali na kuacha maswali wa wananchi kuhusu dhamira za zao hmm. Wanaleta tu changamoto kwa viongozi waliokuwepo. Sasa wanajua kwanza damu changa, alafu wao wanaishi na vijana wenzao, wanahisi kwamba wakipata uongozi wanaweza kafanikiwa kwenye targeti zao. Kiongozi natakiwa asikilize kero za wananchi, kero zao, afu azitendee kazi, hasa kama kiongozi unapewa nani kero na wananchi wako, afu ufanyie kazi. Una sifa kwa kiongozi, wewe bora ubaki tu na familia yako uendeshe familia yako Viongozi wanakuja waje waboreshe huduma zipatikane katika shule za kata, hospitali za kata na barabara na maji kwa ujumla. Yee e, msanii naye ni mwananchi, anauenda, anajua changamoto ambazo zilizopo katika jamii ilomzunguka. Kwa hiyo anaweza akapambania. Watia nia wa nafasi hizi wanalipi kuhusu zoezi hili? ambao alikuwa ni diwani wa hapa ambao ni Dama Samora Lusangija, ambao yeye ndiye aliendesha gudumu la miaka mitano la kutekeleza ile na Chama cha Mapinduzi, yeye amepumzika, ameenda kugombea kwao kwao. Mimi kwa mawazo yangu na maono yangu, kwa sababu nimelelewa ndani ya Chama cha Mapinduzi, nikaona kwamba nichukue fomu, kwa sababu nilikuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Yale maono ambayo alikuwepo nayo mwenyekiti aliyestaafu kwenda kugombea udiwani kwao Katavi, nikaona sasa mimi ndio niingie sasa, niende nikaatimize Titi kufanya kazi na wananchi wa kina mama kata ya wazo, kwa sababu mimi kwa sasa hivi ni kiongozi wa wilaya ya kamati ya utekelezaji UWT, na matarajio makubwa sana ya kuwaunganisha kinamama katika shughuli zao za kujikwamua kiuchumi. Kwa upande wake, katibu achama, chama wa chama cha mapinduzi wilaya ya Kinondoni anaelezea idadi ya watiania mpaka sasa. Mpaka sasa tunapozungumza, jimbo la Kinondoni limeshapata wagombea 12 leo siku ya tatu, lakini pia jimbo la Kawe limeshafikisha wagombea 19 ni hali nzuri na bado kuna siku mbili mbele, kwa maana ya tarehe moja na tarehe mbili mpaka siku ya Jumatano ndio zoezi hili litakapohitimishwa. Kwa hiyo tunaamini wale wote ambao wana nia za kugombea, tunawakaribisha na tunawahamasisha wanachama na, na, na wanachama wetu wote katika wilaya yetu waweze kujitokeza kwa wingi kuja kuchukua fomu za kugombea nafasi ya ubunge na udiwani. Kazi ndiyo kwanza imeanza na hii ni sehemu tu kati ya mchakato mzima kuelekea uchaguzi mkuu, na baada ya mchujo, tutaweza kujua nani anaenda kuwawakilisha wananchi kwenye kinyang'anyiro hichi. Nikiripoti kutoka Kinondoni, jijini Dar es Salaam, jina langu Mariam Shabani.